Man, my name is Ekombe Kina boy 254. So kitu kitu nawaambia uh, kuna kitu ingine wanafikilianga eti sasa, kama sisi waimbaji wadogo wadogo eti sasa unacheka kwa kiwango yenye sasa useme ni mwimbaji mdogo. Akuna mwimbaji mkubwa na mdogo, so kila, kama wewe ni mwimbaji ni mwimbaji bado usieke katika kiwango ambacho eh, ukiona kama mwingine tuseme ameimba nyimbo mingi ama akuseme kako na gari na wewe hauna, sasa unacheka katika kiwango yenye wewe ni mdogo. Sasa kwa uimbaji hapana, kile kitu ni kusuguma, lazima utafute upate. Na zile stori za kusema siwezi ena mali, kuna watu wakubwa, siwezi fanya hiki na hiki eti wewe, mimi naogopa, hakuna kitu kama hiyo. Kitu muhimu Kipe moyo, ukichupa moyo utafika katika kiwango yenye utataka. So kusema eti wewe ni mwimbaji mdogo, siwezi kufanya kitu kingine ama siwezi kununua gari, hata kama hao wenye wako na gari walianzia kutoka chini hadi wakafika. So, guys please, hard work ndio sasa tufike hiyo kiwango yenye wanadai tufike. Thanks, welcome.